zako nikuombe kura kwamba kijana wako amekuja mbele yako yakoaaa tarehe tisa unipigie kura watampigia. Kama hata nikikuchagua hmm. Hmm. Mwanangu, tuna kijana kabisa kwamba hiyo kura itakufikia ntabaki tu sokoni nauzauombea, tukaa tachaguliwa sawa mwanangu, lakini kwamba ntapoteza muda ntanyenyuka taenda kupiga kula kabisa, yani ntakuchagua nakupenda tasema nataka mchapakaji, lakini kwamba mwanangu, hiyo kula yangu itafika mahali sahihi, sina imani. Sina imani kabisa, mtoto wangu, utaki kabisa. Yaani kabisa. Yani, labda tume za ibadilike tume ya uchaguzi sawa na, na sheria zibadilike, najua usiende wenawezekana hey. Usiende lakini so, so, so, so mshawishi pia kwamba na kijana wangu, muda wa kumshawishi mtu huo sina kwa sababu najua kura yangu, bora nikae nayo mwenyewe ndio itakuwa usalama wangu hmm. Kuliko kupoteza ku, ku siamini mwanangu hmm. Siamini. Siamini, ni mara kadhaa nimepiga kula sijafanikiwa kuiona kula yangu inafanya kazi hmm. e, nakuta ni yale yale mabadiliko tuna tuko kwenye mfumo ule, unaendelea kukaa hivo hivyo, kwenye mfumo huo, unatosha unatosha, hivo hivo kichama tawala hmm. Kiendelee hicho hicho. Sasa unakosa kama ndanyenyuka hapa, mwanangu, utaenda kupiga kula, nitakuwa muongo kwa Mungu takuwa mm. muongo sana, ila mfumo wenyewe upo mm. tuone wakichoka wa, wa, wenye nani huko, tutaangaliaga tuta mabadiliko ya kitokea mm. ya mfumo wa uchaguzi. Niko tayari kupiga kula hata saizi nitakuchagua mwanangu mm. nitakuchagua lakini, kwa mabadiliko haya, mfumo huu hapana. nakupenda mm. na mwanangu, ila sasa sina uhakika na kula yangu, je, itakufikia mm. e, yani icho tu itakufikia nikipiga kula au ntapoteza muda Mm. Eh. Napenda na tena napenda vijana nyewe ndio muingie kazini sasa. Haya je, nikikuchagua itafika kula mwanangu? Yaani bora nibaki nayo mwenyewe ndio tutakuwa ulinzi wa kula yangu mwenyewe. Sawa sawa. Eh, nimekata tamaa kweli. Kupiga kula mwanangu nimekata tamaa. Ah, kwa wale ambao wapo madarakani waendelee kuwepo <laughs> so, hao hao. Sio shida kabisa yani. Sawa, e, nashukuru. Mm, nakutakia pia mafanikio makubwa. Nashukuru. Uniombea, umeniombea e, kile. Eh, umeniombea. Nitakuchagua. Hmm. Ah, tutumikie wananchi.

Oktoba yokesho kutwa hapo, bado wiki mbili, na ukienda kupiga kura, mi niko namba iko ni namba nne, moja mbili tatu nnekulaamoja ashukuru sana ha, e. Tarehe ishirini na tisa ukatike hapa kwa kijana wako, niko namba nne, mkanipigie kura ya ndiyo niondoe changamoto ya maji.